shida za watoto kutopata elimu kwa sababu hawazazi hawana hawana uwezo, shida za mayatima katika mujtamaa ama katika community, ndio ilitupelekea sisi kuanzisha shirika hili la Halal Charitable Trust. Uh, can you share the mission and the vision of that trust? Uh, malengo yetu hasa sisi, our mission ni kusaidia umma, ni kumwinua yule mtu ambaye yuko chini katika maisha, kumleta katika level ambayo na yeye pia atajihisi kuwa ni mwanadamu. Hiyo ndio vision yetu. Vision yetu inshallah, malengo yetu ya baadaye ni Halal Charitable Trust huwa ni shirika ambalo linajulikana sana katika hii nchi yetu kwa masala ya kusaidia umma K. Uh, I've seen the motto that says, uh, working with the community for the community. Uh, if I may ask, why, why the motto? Uh, our motto is working with the community for the community. Moto tumeweka kwa sababu ni lazima tuwatumie wananchi ama mujitama ili kuwasaidia wao mchamu. Sisi kama shirika hatuwezi kujua ni matatizo gani wako nayo, ni shida gani wako nayo. Sasa tukiwatumia wao, tukiwauliza wao yale maswali, watatuelezea vizuri: sisi tunahitaji hii, sisi tunahitaji hii, sisi tuna shida hii. Ndo moto a ya organization yetu ni working with the community for the community. Yani, uh, community focused projects Okay, about your achievements and uh, the impacts you've created to the community, uh, the trust has been involved in the Bohol projects yes? e uh, could you tell us about uh, the impact so far, or rather share specific stories from families that are benefiting from these uh, Bohol projects? Alhamdulillah, sisi mpaka sasa, tuna malengo mengi, lakini tunaangazia malengo mawili matatu kwa sasa. Moja ni visima na maji. Kama tunavyojua, ndio uhai wa mwanadamu. Kila mahali kuna matatizo ya maji, hasa hapa kwetu. Mpaka sasa, tumewahi kuchimba visima vinane, na naimani watu wengi wanafaidika. Watu wengi wanafaidika na miradi kama hiyo. Upande wa mayatima, mayatima katika dini yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia yoyote atakaye msaidia yatima yeye atakuwa na mtume yomu kiyama, hivyo aliashiria kwa vidole viwili. Kwa hivyo mayatima ni lazima sisi kama community tuwasaidie. Paka sasa tuko na mayatima thalathini na tano peke yake, lakini insha allah wa usaidizi wenu, tunataka tufikishe mayatima mia tatu ikifika Desemba mwaka huu na upande wa visima tageti yetu ni kufikisha visima thalathini sasa hii tuko visima vinane kwa hivyo bado visima ishirini na mbili kwa hivyo wewe mtazamaji tafadhali tusaidie tufikishe haya malengo yetu ya visima thelathini na mayatima mia tatu Desemba mwaka huu Okay. Uh,

sumbuliwa na ulimwengu mzima, wanataka kusaidiwa. Mimi kama chairman nina imani ya kuwa mashirika haya yatakuja kutusaidia wakati ukifika, mashirika yenyewe insha Allah, twaomba waje watusaidie, ndio malengo yetu haya yapatikane, ya, ya kuwasaidia hawa ambao wako na matatizo katika umma.

and other. I believe nina imani ya kuwa mashirika haya yatakuja kutusaidia kwa sababu malengo yao na malengo yetu yote yanaelekea upande mmoja akumsaidia huyu mwanadamu ambaye ana shida katika mjitamaa wetu. Kwa hivyo, nina imani, na wakiona hii TV yetu na hii apili yetu, nina imani na imani watakuja tusaidiane, na wao na sisi tuko tayari kushirikiana na wao kivyovyote ili haya malengo yetu yatimie. Uh, in the country in the county or the places where we are right now there are so many organizations around that are coming and building up. Uh, what makes Halaal Charitable Trust a unique, uh, trust compared to the other organizations? Ni kweli kuna mashirika mengi sana ambayo yanafanya kazi kama hii kazi yetu. Ni mengi sana hapa Coast Kenya na dunia mzima kwa ujumla. Lakini sisi tunataka kuwa tofauti na wengine. Tofauti yetu hasa sisi tunataka projekti zetu tukizianza tuhakikisha tumeenda nazo mpaka mwisho. Kwa mfano, kuchimba kisima hatutaki kuchimba kisima alafu tupotee. Tunataka tukichimba kisima kwanza tuna involve community. Tunashirikiana na wao. Tunahakikisha ile projekti imefanya vile ambavyo sisi tunataka. Kisima hiko tutakidocument kwetu hapa tutakifuatilia, chakuwa kina namba fulani. Tutajua time yoyote kisima hiki kilichimbwa wakati gani na kinasaidia watu namna no gani. Tutakuwa tukifanya maintenance na repair sisi wenyewe kuhakikisha kisima hiki kiwe kitafanya kazi. Jambo la pili, upande wa mayatima, sisi tunataka kuwa tofauti na wengine. Mayatima hatutaki kuwapatia chakula peke yake, they don't need only food They need education, wanahitaji elimu, wanahitaji uniform, wanahitaji nguo za nyumbani, wanahitaji matibabu. Sasa yatima huyu, sisi tutahakikisha tunatembea naye kutoka mwanzo mpaka mwisho, mpaka tuhakikishe huyu mtoto amefika kama university ama amefika college, ambayo inshallah yeye atakuwa ameweza. Lakini haya malengo hayataweza kupatikana bila ya nyinyi kutusaidia kufanya hii kazi iwe nyepesi.

And uh, how does it connect with the mission uh, of the trust? Halal Charity TV. We started Halal Charity TV with the main purpose of showcasing what Halal Charitable Trust is doing. Shirika la Halal Charitable Trust, kazi yake ni kufanya hizi project za kusaidia watu. Sasa tukaona ni vizuri haya mambo ambayo tunayafanya tuonyeshe ulimwengu mzima, kwa sisi tuko na Halaal Charitable Trust na haya ndio tunayafanya. Na tukaja na idea ya Halaal Charity TV ndio watu waone hii kazi ambayo hawa wanafanya ni kazi gani na wanawenda wapi, wanasaidia nani. Ndio Halaal Charity TV ikaja katika fikra yetu. Afsinna uh, slogan uh,

Charipiti made mdvi, ili wewe ujue hawa wabwana lengo lao hii TV ni kuonyesha ile miradi ambao wanaifanya, dio umma waone, ndio wapate inspiration, wapate nishati ya kutusaidia sisi tuzidi kusaidia watu. So the part of educating the umma which is uh, the inspiration of you launching the Halal Charity TV So besides the Friday khutbas that uh, you are doing what kind of programs uh, should the viewers expect from uh, Halal Charity TV? Mbali na malengo yetu ya kwanza ya kuanzisha Halal Charity TV kuwa ni kuonyesha umma yale mambo ambayo tunafanya. Malengo yetu mengine ni kuelimisha umma. Yani, kupitia khutba za Ijumaa, kupitia kuzungumza na mashehe n yani, kufundisha umma mambo ya dini, kuhimiza watu kutoa kwa ajili ya Allah. Ndio hii Charity TV tutakuwa tunaitumia kwa mambo kama haya. Tutawaalika watu mbalimbali waje wazungumze na sisi kuhusu biashara, kuhusu banking. Eh, in fact mimi ningependelea sana nizungumze na watu wa benki hasa kuhusu Islamic banking na kama kuna shirika lolote ama kuna institution yoyote ambayo ina ni Islamic Bank, wako tayari kuzungumza na sisi, ili waeleze umma ni nini maana ya Islamic Bank, ndio umma wapate faida, tafadhali mtu konta tuzungumze na nyinyi ndio umma upate faida. Kwa hivyo Halaal Charity TV mbali na kuonyesha watu ama umma yale ambayo tunafanya, tunataka kufundisha watu, tunataka kueducate watu, tunataka mambo mengi tumeyapanga ili

Waje wazungumze na sisi, watuelezee matatizo ambayo wa yale wako nayo katika umma, tusaidiane, turushe hayo matangazo ndio tupate, eh, suluhisho ya haya matatizo ambayo umma uko nao. Kwa hivyo sisi kama Halaal Charity TV tunawahitaji sana the youth, ndio waje tufanye kazi na wao, ndio Halaal Charity TV iende mbele zaidi. Uh, one of the objectives of uh, the tv

Kila mtu anajua, hakuna mtu mkubwa ama mdogo siku hizi hana kifaa hiki simu ambayo anaitumia kwa kazi zake. Sasa sisi tunataka kutumia social media kuelimisha watu, kuonyesha watu kazi ile tunafanya, kuwaleta karibu na sisi. Ndio malengo yetu, haya yote ambayo tumeyazungumzwa kutoka mwanzo iyapate apate ku, ku, ku, ku, kuiva na malengo hayo kufanyika kwa sababu ya faida ya umma ambao unahitaji msaada uh, so far so good mr chairman uh, there are ways to bring people together and one of the key things and elements is collaboration uh, do you plan to collaborate with maybe the islamic organizations or the media outlets around uh, collaboration is key here. Sisi tuko tayari kushirikiana na shirika lolote lile. Shirika lolote lile tuko tayari kushirikiana nao kwa mambo ya umma. Hatushindani na mtu, hatupigani na mtu. Nataka tushirikiane, ndio malengo yetu sote ya hao wenzetu na sisi ya kusaidia ya umma yapatikane. Kwa hivyo both national, both local and international donors, all, all, all, uh, organizations

insha allah is to be the leading islamic charity tv in kenya in the next five years our mission for halal charitable trust is to be the best charitable organization in kenya with your support we can do it pamoja tunaweza tukafanya mengi kwa hivyo naomba mashirika mbalimbali watu binafsi, waje tushirikiana, tunahitaji msaada wenu, tunahitaji msaada wenu. Hii, hili shirika ni dogo sana, hili shirika linahitaji mambo mengi na sisi uwezo huo hatuna kwa sasa, na tunaomba, tunachukua nafasi hii kuwaalika wote wale ambao wako tayari kushirikiana na sisi kuhakikisha malengo haya ambayo sisi tumeyataja yanafanyika. Jambo moja napenda kuongeza, sisi malengo yetu ni umma, ni charity. Tunataka chochote kile ambacho tutakachokipata, faida yoyote ambayo ile itakayopatikana, pesa zozote zile utakazopatikana, tunataka zisaidie umma. Hatufanyi hii kazi kwa sababu ya umaarufu ama kwa sababu ya siasa ama kwa sababu ya biashara, tunafanya mambo haya kwa malengo ya kusaidia umma. Kwa hivyo wewe, ambaye unatusikiliza sasa, tafadhali hakikisha kuwa umesubscribe umecomment, umeshare, na mwisho kabisa pia umecontribute, ndio malengo haya yetu yapatikane ya kusaidia umu. Na kumalizia, sisi tunataka kufanya mambo tofauti. Shilingi ile itakaoingia kwetu tunataka itumike kwa malengo yale ambayo tumeapa, na wewe tunakualika uje ushughudie zile kazi ambayo sisi tunafanya. Ndio huyu mtoto yatima ambaye ana, ana, ana shida, sisi tuwe ndiyo sababu ya yeye huyo yatima kusmile, na iwe ni sababu yako wewe ambaye umemsaidia, kesho inshallah kuingia janna pamoja na mtume hizi. Kwa hivyo tusaidianeni upande wa visima. Kisima ni sadakatuljaria, sadakatuljaria ni faida yako wewe na ni faida ya mimi hapa duniani na kesho akhira. Ukichimba kisima kimoja, basi ujue wewe mashaallah, minal faizin kesho kifika kwa Mwenyezi Mungu, ukiondoka wakati ambao huwezi tena kufanya amal, kile kisima kitakuwa sasa kikufaidisha kiku, kiku, kiku, kiku, kiku, kiku, kiku wewe mpaka yaumul qiyama. Kwa hivyo, naomba tafadhalini, tusaidianeni ili malengo haya yetu yatimie na tuweze kusaidia umma.